Tukiachana na hayo, huku waumini wa kanisa Katoliki wakiendelea kusherehekea kuchaguliwa kwa Papa Leo wa kumi na nne, jamii ndogo ya waumini wa kundi la St. Augustine wana furaha ya aina yake. Pope Leo wa kumi na nne anatoka kundi hili na alipokuwa kiongozi wao mkuu alizuru Kenya mwaka jana kukutana na jamii hii na kufungua rasmi kanisa lao. Brenda Wanga anasimulia safari ya papa mpya hapa nchini. Katika eneo hili tulivu la St Augustine Oda mtaani Karen Nairobi furaha imetanda. Uchaguzi wa Kardinali Robert Prevost kuwa Papa Leo wa kumi na nne umeibua kumbukumbu katika jamii hii, kumbukumbu za ziara aliyoifanya Papa mpya katika eneo hili. Kanisa hili lina umuhimu mkubwa kwa waumini wake. Miezi kadhaa iliyopita, Kardinali Robert Prevost, alikuwa hapa kwa ufunguzi rasmi wa kanisa hili basically the most remarkable one actually that uh, is most memorable is the last visit but in actual sense for those who have been Augustinians since tw year, 22, 22, 2000 he knows us by names uh, he, he has such a photographic memory Makasisi wanakumbuka uongozi wake wakimtaja kama ndugu aliyetembea nao akiongoza kwa hekima na ufahamu. Matamshi yake wakati wa ufunguzi wa kanisa hili yakisisitiza umoja kwa wahudumia wasiojiweza na kujitolea kwa mafundisho ya St. Augustine somebody who attentively listens to you to to you express your thoughts to the its logical or illogical conclusion. Wakati jamii hii inaendelea kumsherehekea mmoja wao Papa mpya Leo wa 14, alifanya ibada ya makadinali huko Vatican, Roma, katika kanisa maarufu la Sistine, mahali ambapo makadinali hao walimchagua kuwa papa wa 267 siku ya Alhamisi alasiri. Katika ibada hiyo Papa mpya alisisitiza kuimarisha uhusiano wa kibinafsi na Yesu Kristo na kusisitiza kwamba bila imani maisha hayana maana. Brenda Wanga, Runinga ya yes Citizen.